Uwe hodari na uwe na moyo mkuu ukimtazama Kristo kama kiongozi na kama aliye kupa zawadi ya pekee sana kuwa mke na kuwa mama ndani ya familia. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Biblia na maisha, sehemu ambayo mimi na wewe tutajifunza mambo mbalimbali yanayohusiana na mambo ya, ya kimaisha lakini na mambo ya kiroho kwa ujumla wake. Mimi naitwa Judith, karibu na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa pendo lako. Tunakualika tena katika kipindi kingine hiki, ukaseme nasi wa wako, kwa uongozi wa roho wako, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Katika hiki kipindi cha leo, ningependa tuzungumze na kutiana moyo sisi kama wanawake, sisi kama wamama ndani ya familia, sisi kama wake wenye waume zetu. Ningependa tutazame katika kitabu cha kumbukumbu la Torati 31 katika ule mstari wa ishirini na tatu ambapo Mungu anamwambia Yoshua kupitia mdomo wa Musa kwamba uwe hodari na moyo mkuu, uwe hodari na uwe na moyo mkuu, kwa sababu utawapeleka watu wangu katika ile nchi niliyoahidi. Somo hili so, tutalitazama katika mtazamo wa sisi kama wanawake, sisi kama wake ndani ya ndoa, sisi kama wamama ndani ya familia, kama neno la na Mungu linavyosema kwamba siku za mwisho upendo wa wingi utapoa. Vivyo hivyo, tunaona na neno hilo limetimia, kwa sababu talaka zimekuwa ni nyingi, kuachana kumekuwa ni wingi, kutelekeza familia, kutelekeza ndoa kumefunga kasi sana, na hiyo yote ni kwa sababu tumesahau kwamba tunatakiwa kuendesha, tunatakiwa kuishi si kwa ujuzi wa mambo tunayoyafahamu sisi, bali tunatakiwa kuishi kwa nguvu na misingi ya Mungu aliyotupatia. Mungu ndiye mwanzilishi wa familia, Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Ni vyema sana tuanze na mwanzilishi yule, aliyeanzisha ndoa, tukabidhi ndoa zetu pale ambapo tunapoanza safari ya ndoa safari ya familia safari ya kuwa mke na mume, basi ni vyema sana safari hiyo tuianze tukimtanguliza Mungu kuwa kiongozi wetu, na si mawazo yetu au kanuni ambazo ah, misingi yake haijajengeka kwa Mungu. Kwa hivyo tunapoanza safari hii, tunapoanza kwa kujenga misingi yetu, basi inatakiwa tutazame. Tusipoteze mwelekeo katika misingi hii, katika kanuni hizo ambazo ni neno la Mungu, tukaingiza sintofahamu au maarifa fulani ambayo tunadhani hayo maarifa yanaweza yakajenga ndoa, badala yake yanavunja ndoa na kuharibu mahusiano. Kwa hiyo katika somo hili la leo, ni kukukumbusha mwanamke mwenzangu, kukukumbusha wewe ambaye una ndoa kwamba safari hii ya ndoa ina changamoto nyingi, na kama vile mwovu shetani alivyokusudia kwa makusudi kabisa kuiangamiza ndoa ile ya kwanza ambayo Mungu aliifanya pale Eden, basi makusudi yake hayajabadilika. Yupo katika mkakati wa kuhakikisha kwamba ndoa zinapitia changamoto nyingi, changamoto kubwa ambazo hatuwezi tukazitatua sisi wenyewe bila kumshirikisha muumba wetu. Unapoanza safari yako, unajua kabisa, hujenga misingi yako katika neno la Mungu, hujajenga misingi ya ndoa yako katika kumweka Mungu ndiye kiongozi, ndiye mshauri, ndiye mfariji, basi ninakualika hivi sasa tuweze tukaanza pamoja na Kristo. Hatuwezi tukapiga hatua katika maamuzi Eh, katika kuendesha ndoa yetu kama tumemweka Kristo pembeni kama tumeweka maneno ya wokovu maneno ya uongozi pembeni, tutakuwa hatujengi, badala yake tutakuwa tunabomoa. Basi neno hili likakutie moyo wewe ambaye ni mama, wewe ambaye ni mke, wewe ambaye ni mume ndani ya familia. Neno la leo ukaondoke na kitu kimoja tu kwamba unapoanza safari au kama upo tayari umeanza safari, basi hakikisha unaeka misingi ambayo inafahamika. Neno la Mungu ndilo liwe msingi wa ndoa yako. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, tunasema asante kwa kutuumba, asante kwa kutupa nafasi ya sisi kuwa wake ndani ya ndoa na pia kwa waume ndani ya ndoa. Baba tumeanza safari hii bila wewe, lakini sasa tumetambua kwamba hatuwezi kujiongoza sisi wenyewe. Hatuwezi kuongoza ndoa zetu bila msaada wako. Tunaomba ukatushike mikono, tunaomba ukawe msingi imara wa ndoa zetu. Machafuko ni mengi. Shetani amerusha mishare yake kuangamiza na kupoteza kabisa ndoa kwa sababu anajua familia ni baba na mama. Atapoangamiza basi, hakuna chochote. Mwokozi wetu, tunaomba ukatusimamie, ukatuongoze katika njia ambayo ni sahihi. Na mwisho wa yote, Baba wa rehema, kama ulivyoanza nasi, ndivyo tukamalize, tukiwa pamoja, tukiwa na furaha ndani ya ndoa zetu, tukiwa na amani, tazama wewe kama mfano wetu. Kwa jina lako Yesu Kristo, amina. Basi ukabarikiwe sana unayenitazama, wewe kama ni mama, wewe kama ni mke. Wewe kama ni mume, Mungu akubariki sana. Akutie moyo. Usisahau kwamba ndoa yako bila kuongozwa na Kristo, bila kuongozwa na neno la Mungu, basi ni kazi bure. Mungu akubariki sana. Tukutane katika kipindi kingine. Mimi naitwa Judith. Asante na kwaheri.